Karibu, tuendelee tena, tuelekee kaunti nambari tano sasa, ambapo punda wengi wamekuwa wakifa katika visiwa vya Amu na Manda katika kaunti ya Lamu kutokana na kubebeshwa mizigo mizito. Zahanati ya punda huko Lamu imetoa wito kwa wenye punda kuwatunza punda hao. Ama punda ndiye mnyama ambaye amekuwa akitumiwa sana katika visiwa vya Amu kwa kubebeshwa mizigo kutokana na kaunti hiyo kukosa barabara kupitia pande hiu hapa Lamu, hapa Amu Island, unapata punda wengi wanabebeshwa sana, wanakuwa na vidonda wanakuwa wengine hawana afya mzuri na sisi kama shirika The, the Donkey Sanctuary huwa tunawasaidia kwa kuelimisha kuna matibabu. Um, nasaha yangu kwa wenye punda ni kuangalia vipi vijana na wazee, sababu punda wamekuwa wakitumika kwa muda mrefu na ha, hatujakuwa na matatizo haya kwa muda mrefu. Matatizo mengi haya ni matatizo ambayo yamekurupuka yame hivi karibuni vipi au, punda wetu lazima tuwasikilizie uchungu, kwa sababu wao wanasikia uchungu kama vile Eh, sisi binadamu tunavyosikia uchungu. So tuwa treat kama vile tunavyotreat binadamu. Tuelekee kaunti namba 29 ambapo